Hizi ni hatua sita muhimu ambazo zitakusaidia sana, kama kweli unahitaji kujenga mtazamo chanya katika maisha yako kila siku. Hatua sita muhimu ambazo hakika ukizifuata na ukazizingatia zitabadilisha maisha yako, in a positive productive change the way Yes, ili kuhakikisha unafanikiwa katika maisha yako, ni lazima uwe na mitazamo chanya juu ya mambo mengi sana ambayo unayafanya kuanzia kuweka malengo, kufanya shughuli ndogo ndogo za kila siku, kazini, unapoishi na wenzako, lakini pia hata katika mahusiano na familia. Kwa nini mtazamo chanya? Kwa sababu mtazamo chanya ndio funguo au ndio injini ambayo inakufanya uweze kujiamini, uweze kuwa focused, uweze kutimiza kile ambacho umekikusudia, lakini pia uweze kuifundisha generation inayokuja ambao ndio hawa watoto wako, au pia watu wanaopita katika mikono yako, kwa sababu tunaishi katika jamii ambayo ime zoea sana maneno mabaya sana na ndio maana unakuta kuna watoto wengine wamezaliwa hawajawahi kusikia kabisa maneno mazuri, maneno ya hamasa, maneno ya kuwatia moyo, maneno wakiwa wanafanya kazi zao, wakiwa wanaweka malengo yao. Kuna mwingine akisikia mtu anaona anaweka akiba, yani anaona ni kama yule mtu hajitambui. Kuna mwingine akisikia unataka kufunga ndoa, anaona wewe ni mtu ambaye umepotea, unaingia kwenye mateso ni kwa sababu ya kukosa positive mindset katika maisha yake au katika ufikiri wake. Sasa baada ya kuona kwamba hilo ni changamoto, basi ni vema ukaanza kulitafutia suluhu mapema, la sivyo litaathiri maisha yako katika kila eneo ambalo utalipitia. Kwa hiyo hizi ni hatua sita ambazo zitakusaidia kujenga mtazamo chanya katika maisha yako, ukizifuata vizuri na ukaboresha kuanzia eneo moja hadi eneo la mwisho hakika utaona matunda mazuri na utaweza kupiga hatua in a positive productive change the way. Hatua ya kwanza ya kufuata ambayo ni ya muhimu sana, ni kuhakikisha unajiuliza hili swali la kwa nini unahitaji mabadiliko chanya katika maisha yako ya kifikra. Kwa nini unahitaji mabadiliko chanya? Jiulize swali hilo na alafu jaribu kuandika majibu yake. Unaweza ukafanya kwa siku tofauti, wenda leo ukaandika jibu lake ambalo umelifikiria, wenda ninahitaji mabadiliko chanya kwa sababu moja, mbili, tatu. Funga notebook yako, kesho tena rudia kujibu lile swali bila kusoma jana ulichokifanya. Kesho kutwa fanya hivyo hivyo. Fanya zoezi hilo kwa wiki nzima na utaona majibu yale kama yatakuwa yanafanana au yanatofautiana. Hapo ndio utaanza safari ya mabadiliko chanya katika maisha yako na kujua ni nini unachokihitaji. Bila kufanya hivyo na bila kupata suluhu ya hili swali, bila kupata suluhu ya majibu ya kwa nini unahitaji mabadiliko chanya ya kifikra katika maisha yako, hakika utabaki kwenye msafu uleule ule wa kutawaliwa na negative mindset, na hakika utashindwa kuwa na productivity ambayo itakuboresha na kuinua zaidi. Jambo la pili, ambalo nalo ni la na muhimu litakusaidia kujenga mtazamo chanya ni kuhakikisha unajitambua. Sasa kujitambua ndio, kujitambua ni kitu cha muhimu sana, yaani uwe na self determination. Kujitambua utakusaidia uweze kufanya maamuzi sahihi, uweze kujua wakati wa kutenda, wakati wa kunena, pia na wakati wa vitu vingine kuamua kuviacha viende kama vilivyo. Kwa sababu ya kujitambua, na ili uweze kujitambua, lazima ujue wewe ni nani. Kwa wakati huo wewe ni nani, unahitaji kitu gani na vipi ambavyo hauvihitaji. Ukishaweza kujua hivyo, utajua kabisa kwamba hapa mimi kuna baadhi ya vitu ninavihitaji na hapa kuna baadhi ya vitu sivihitaji. Hiyo itakusaidia pia kulinda hisia zako, kulinda maamuzi yako, pia itakusaidia kufanya midalo mingi sana na akili yako, hivyo unajua kwamba hata wewe mwenyewe kila siku huwa kuna midaro mingi sana inaendelea katika kichwa chako, yaani unawaza jambo fulani ufanye, umeshajipinga mwenyewe, umeshakubaliana. Kuna muda mwingine unahairisha, uelewi tu kwa sababu unafanya mijadala mingi na akili yako, na mwisho wa siku, kwa sababu negative zimetawala sana, unashindwa kupata matokeo kwa sababu umeshafeli kwenye kichwa chako. Sasa matokeo yanashindwa kuonekana kwa sababu akili ikishafeli hata plani za nje zinashindwa kufanikiwa. Kwa hiyo jitahidi uweze kujitambua, jitambue ili ulinde hisia zako, ulinde maamuzi yako, ulinde mwili wako, ulinde tabia zako, ili baadhi ya mwenendo isiathiri kabisa performance yako, isiathiri kesho zako, isiathiri mahusiano yako, na hapo utakuwa kwenye mstari wa kutengeneza tabia chanya na ambazo zitasaidia na kuboresha hayo maisha yako. Kwa hiyo jitahidi uanze kuweka mikakati ya kwa nini unahitaji kujitambua. Najua kujitambua ni kitu cha muhimu ambacho kitakusaidia kulinda kesho yako na kulinda hatua zote unazozipitia kuelekea mafanikio au kuelekea kutimiza malengo ambayo umejipangia. Bado we ni mtu smart na amini unaweza anza sasa kujitambua ili upige hatua mapema. Hatua ya tatu ya kufuata ili uwe na mtazamo chanya katika maisha yako ni kuhakikisha unakuwa mtu mwenye malengo. Sasa kama una malengo, basi hiyo ni hatua nzuri, lakini kama hauna malengo, anza kujifunza kuweka malengo kutokana na vipaumbele muhimu vinavyoendesha maisha yako. Hili ni eneo muhimu sana ambalo lazima ulizingatie kama kweli unahitaji kubadilisha mtazamo wako juu ya maisha na mambo mengi ambayo unakutana nayo katika, jam, katika jamii au katika ufanisi katika kufanya kazi zozote za kila siku au pia hata katika kuwekeza. Unapokuwa mtu mwenye malengo, hii inakusaidia sana kuwa focused. Sasa watu ambao wako focused ni watu ambao asilimia kubwa lazima wanatengeneza mtazamo chanya, kwa sababu unapokuwa na malengo, maana yake kuna target fulani unahitaji kuifikia, kuna matokeo fulani unahitaji uyapate. Kwa hiyo kuna hatua ambazo utapitia, kuna michakato ambayo mingi utapitia, kuanzia kuweka malengo yako tekeleza kadiri unavyoweza kidogo kidogo, hadi kufikia yale matokeo ya mwisho ambayo utayapata. Kwa hiyo, bila kuwa na mtazamo chanya, utajikuta una give up njiani, utajikuta unakata tamaa. Ndio unakuta kuna wale watu ambao tangu mwaka uanze, ameshatengeneza malengo zaidi ya mia moja, utekelezaji amefanikisha asilimia moja tu auenda hata ajafanikisha hapo, katikati amegairisha ya kadiri, yani unashindwa hata kuhesabu. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa mtu wa malengo, lakini cha muhimu sana ni kuwa focus. Focus kwenye lengo moja, kama unaona mengi yanakusumbua, chagua lengo moja muhimu, na alafu stiki kwenye hilo lengo, jenga positive mindset, lisimamie hilo lengo, na utaona jinsi gani mawazo yanavyokuja yale mawazo positive. Unakuwa mtu ambaye mwenye hamasa ambazo hamasa chanya. Kwa hiyo unapokuwa mtu wa malengo, hakikisha unakuwa mtu ambaye ni focus. Ukifocus kwenye malengo yako, ukifocus kwenye kile ambacho unakifanya, ni hakika utashangaa, unaanza kuwa na mitazamo chanya, na hii itakufanya uweze kufanikiwa na kupata matokeo makubwa hata kabla ya target ambayo umekuwa umejiwekea ya hapo baadaye. Hatua ya nne ambayo nayo itakusaidia katika kujenga mtazamo chanya katika maisha yako ni kuvunja tabia ya kuwa na maneno mabaya, yaani kuvunja mawazo hasi katika maisha yako. Vunja mawazo hasi katika maisha yako. Moja ya kitu ambacho kinakwamisha watu wengi au kinakwamisha ufanisi mkubwa katika maisha ya watu wengi ni kuwa na maneno mabaya yaani, watu wengi wamewekeza nguvu nyingi sana katika maneno ambayo hayana hamasa, maneno ambayo hayajengi, maneno ambayo hayakupi haya nguvu, maneno ambayo yanakatisha tamaa. Utakuta mtu anasema mimi siwezi, mimi sifanikiwi, mimi siwezi nikafanya biashara fulani, mimi sitakiwi kwenye hii taasisi, auenda mimi sina uwezo. Sasa imajini mtu huyo amekuwa na hayo maneno kwa muda mrefu. Maana yake akili yake imesha kataa kwamba haitaweza kutoa production flani kuileta katika uhalisia. Kwa hiyo kumbuka, maneno negative ambayo unajinenea kila siku yanaanzia kwenye kichwa chako na mwisho wa siku yanakuja kuonekana kwenye uhalisia juu ya kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo jitahidi upunguze maneno mabaya, punguza maneno mabaya ili ufanikiwe katika maisha yao. Ukiendelea kujipa maneno mabaya kwamba wewe ni maskini, wewe ni mtu mwenye kiburi, wewe ni mtu usiyefanikiwa, umelogwa, sijui umechanganyikiwa Hautaweza kupiga hatua na utakuwa kila siku ni mtu ambaye ni mnyonge na utabaki nyuma na wengi watakupita na hautakuwa na production yoyote katika maisha yako, na utaogopa hata kuonekana mbele za watu na kuchangia vitu vya msingi ambavyo aidha vingekusaidia wewe au vingebadilisha maisha ya watu wengi. Kwao jitahidi, ubadilishe maneno hasi, badilisha, uweke maneno mazuri kwamba ninaweza, I can, I can do it. Tutafanikiwa ili limetengenezwa kwa ajili yangu. Maneno kama yanakupa hamasa ya kuhakikisha unaendelea kufocus na kutimiza kile ambacho umejipangia. Kwao jitahidi, vunja hayo maneno mabaya ili ufanikiwe. Hatua ya tano ambayo nayo itakusaidia ni kuhakikisha unakuwa mtu wa mabadiliko. Jitahidi sana, ili kama unataka kujenga positive mindset katika maisha yako, jitahidi kuwa mtu wa mabadiliko mtu wa mabadiliko maana yake unakuwa flexible. Yani, kuna jambo fulani linahitajika kufanyika, basi unakuwa mwepesi wa kubadilika kutoka kwenye mbinu moja kwenda kwenye mbinu nyingine, kutoka kwenye ujuzi mmoja kwenda kwenye ujuzi mwingine. Vile vile unabadilika kupokea maarifa, kupokea taarifa na vitu vingine ambavyo ni msingi. Sasa usipokuwa mwepesi wa kubadilika, ndio wale watu ambao kesho ujuzi mpya umekuja, wewe utaendelea kubaki na ule ule ujuzi wa zamani, kwa sababu umeuzoea na unawekeza katika kuremain katika comfort zone ambayo haiboreshi maisha yako na ikukwamui kutoka eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Kwa hiyo jitahidi sana, kama kweli unataka kujenga mtazamo chanya katika maisha yako, Be open to change. Hii itakujengea flexibility katika maisha yako na katika yale mambo muhimu ambayo unayafanya ili uweze kufanikiwa zaidi na kuhakikisha maisha yako yanakuwa na mitazamo chanya kila siku. Hatua ya sita ni kuhakikisha unakuwa na nidhamu ya maisha yako. Sasa, kuwa na nidhamu ya maisha yako ndio kitu cha msingi sana. Haya yote tuliyoyaongea mwanzo mpaka sasa hivi hayatakuwa na maana kama hautakuwa na nidhamu. Nidhamu ndiyo katiba inayoendesha maisha yako. Nidhamu ndio msaafu ambao na kufanya uweze kujua nini unahitaji kufanya na kipi ambacho hauhitaji kufanya kwa wakati huo, kwa sababu unajua madhara yake, unajua faida yake, lakini pia hauoni fursa zozote kwao. Nidhamu ni kitu cha msingi sana, na kumbuka, jitahidi, unapotengeneza nidhamu, hakikisha iwe ni nidhamu kweli ambayo inakusaidia kukua Sio nidhamu ya uoga, kwa sababu wengine wanakuwa waoga, wanafanya vitu kwa sababu wanahitaji kufanywa, aidha amekuwa pressurized au wanaona muda unakaribia. Kwa hiyo wanashindwa kujua kwa nini wanahitaji kujenga nidhamu muhimu ambayo inawasaidia waweze kukua, kufahamika, kupata fursa zaidi, lakini pia kuweza kutimiza malengo yao. Kwa hiyo jitahidi unapojenga nidhamu iwe ni nidhamu ambayo inakusaidia kukua, ambayo inakusaidia kupata matokeo mazuri na yanayokuonyesha fursa na yanayokuonyesha jinsi kesho utakavyokuwa. Kwa hiyo, hiyo ndio aina ya nidhamu ambayo unatakiwa uijenge, na unapojenga nidhamu ili uwe na mtazamo chanya katika maisha yako, hakikisha hamasa isizidi nidhamu, yani motivation iwe ndogo kuliko nidhamu, kwa sababu watu wanaofanya vitu kwa hamasa wanaishia kuendeshwa na hisia na mwisho wa siku miemko inatawala sana maamuzi yao, na wanashindwa kuwa na productivity kubwa. Wanajikuta miradi mingi au malengo yao mengi sana yanashindwa kutimia, kwa sababu wanaenda kwa morali, yani leo ameamka na kitu fulani anatamani akifanye, lakini ukiwa na nidhamu unaweza ukawa na morali ya juu, lakini nidhamu inakwambia acha kufanya hilo jambo, jipime kwanza, jitathmini, uone kesho lina athari gani. Kwa mwisho wa siku, unajikuta lile jambo unalifanya kwa umakini. Sasa nidhamu ndio kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo kama unataka kujenga mtazamo chanya katika maisha yako, jitahidi sana uweze kurudia kuiangalia video hii kuanzia ile hatua ya kwanza ya kujiuliza kwa nini unahitaji mabadiliko katika maisha yako, hadi hatua ya mwisho ya sita ya kujenga nidhamu ya maisha yako. Ninatumaini somo hili litakusaidia na litaleta mabadiliko makubwa sana ya kifikra katika maisha yako, na hakika litaongeza thamani kubwa katika maisha yako na malengo yako ya kila siku. Be the change of yourself.